Mambo vipi, mtazamaji wa Ona Media, mimi ni mtangazaji wako pendo kabisa Elis, ninakuletea kipindi chako cha fashion trend. Leo kwenye fashion trend bwana, tumekuletea swali: je, ni kwa nini asilimia kubwa wapaka rangi, wanaopaka rangi ni wanaume na si wanawake, na asilimia kubwa zaidi wanaokuja kupaka rangi ni wanawake? Je, ni kwa nini? Kwa hiyo leo bwana, tumepita katika mitaa ya Malapa hapa, mm -hmm, tutaongea na mmoja wa wapaka rangi, kwa hiyo tuiandae vizuri, tusikilize vizuri, usitoke mbele ya runinga yako, tuondoke. Mambo vipi? Safi mzima? Mimi niko good kabisa. Naona ulikuwa unaendelea na swala lako la moja kwa moja la urembo, ndo? E, kazi yangu ndo inanifanya mimi naishi mjini hapa <laughs> Eh, unaweza kutuambia jina lako nani, unapatikana wapi? Okay, mi jina langu naitwa Hassan Hassan Choo. Mimi ni mzaliwa wa Morogoro lakini makazi yangu sasa hivi ni Dar es Salaam. Uh, ofisi yangu hii ya kucha na ususi inapatikana maeneo ya Buguruni Marapa, eneo la shule ya msingi Viziwi Buguruni. Okay. Hey, unaweza kutuambia kabla ya yote kuanza, unaweza kutuambia kazi yako hii ilianza uli, ulianza kwa umeanza paka sasa hivi una muda gani kazi yako moja kwa moja ya ya kupaka rangi? Uh, kwanza niseme mimi kazi yangu kubwa hasa ilikuwa ni kusuka. E, kazi yangu ya rangi, kazi yangu ya kusuka nimeanza muda mrefu sana, yaani naweza nikasema toka kipindi hicho nasoma shule ya msingi huko mpaka mpaka, kipaji kimeanza toka mdogo, lakini fani yangu ya, kusuka, ya, ya yeah, kutu, paka rangi haina muda mrefu, naweza nikasema nina mwaka mmoja mpaka sasa hivi yayote ningependa watazamaji wa wangu wajue kwamba wewe ulianzaje anzaje pa ukafika hapa ukaweza ku hivi, lakini asasa sisi tumekuja hapa kujua ni vipi umeweza paka, sasa hivi umefikia wapi, mpaka ukaweza kuendesha biashara zako nzima ya kupaka rangi rangik okay? Mi kazi yangu nimeanza mtaani, nimejifunza mtaani A, baada ya kujifunza mtaani katika swala langu la urembo kama hivi nasuka, nikaongeza kitu kingine cha kupaka rangi, kwa sababu niliamini moja kwa moja hivi vitu kwa sisi ambao tunajitafuta au si ambao tujia, ambao hatujasoma ni, ni kitu ambacho tuliamini kitatuingizia kipato. Kwa hiyo nimejikwamua kwa namna moja au nyingine, sasa hivi nipo katika ofisi yangu kama hivyo. Inamaanisha wewe hujapitia kabisa shule kwenda kusoma kama watu wengine wanasema naenda kozi ya kupaka rangi, inamaanisha wewe hujapitia tu Hapana, sijaenda shule yoyote mimi. Nimejifunza mtaani na nilivyojifunza ndo kama hivyo ninavyoona sasa hivi, naipambania nafasi yangu. Je, yeah, nikitaka kuanzisha biashara moja kwa moja kama ya kupaka rangi wat, watazamaji wangu wanataka wajue biashara yangu, nikitaka kuanza biashara ya kuanza kupaka rangi ni kiasi gani ambacho cha kawaida kabisa ambacho ninaweza nikaanza nika nacho? Uh, siwezi kukutajia kiwango kikubwa ambacho unajua mtu anapoanza kufungua biashara inategemea na sehemu alipo. Mfano kama mimi hapa nipo kwenye kibanda, tofauti na mtu ambaye anataka kuanzisha biashara labda kwenye frame sawa. Kwa hiyo mapato yake inakuwa ni tofauti. Mfano kama mimi hapa naweza nikasema, kwa hivyo ulivyoona, naweza nikasema nimetumia milioni moja na nusu eh, ambayo hii nimeitafuta mwenyewe kidogo kidogo hivyo nikapata nikaanzisha hiyo, huo mradi wangu. Kingine mm-hmm. Eh, ki ambacho nilikuwa nataka kujua wewe ni, kama mwana, wewe ni mwanaume, ni changamoto gani hasa unazipata katika swala so zima la kupaka rangi? Kumbuka hapo unaowapaka rangi ni wengine, ni wake za watu wengine, magirlfriend ma ma za watu, ni changamoto gani ambayo unazipitia sana? Nataka uniambie <laughs> ni changamoto gani ambayo ni kubwa zaidi, yani hutaka usahau kupitia swala so zima la upakaji wa rangi? Uh, kila kazi ina changamoto yake, kama ulivyosema, lakini hasa kwa upande wangu mimi changamoto kubwa sana ambayo imeisha ime kunitokea uh, kupigwa <laughs> e, nilipigwa <laughs> e, yani, unajua hivi tunapofanya hizi kazi, unajua kuna watu hawatuamini yani, wanatuchukulia kama sisi wauni umeona, lakini kumbe hii ni kazi kama kazi zingine hivyo. uh, ilitokea wakati nilikuwa namtengeneza mtu kucha basi mtu wake akaja akaona, kama vipi, akaanza kunishambulia kipigo, nikakimbia, basi maisha akaenda <laughs> lakini changamoto zingine ndio kama hivyo, unaweza ukatengeneza wadada rangi wengine wakakukimbia, eh, kwa hiyo ziko nyingi, lakini hizi ukimbia ni asikupe hela kabisa, anakuaje, anakimbia, anza pambile anatoa pesa hapa, wewe unamsubiria mzio, hayupo tena, amekubua <laughs> <laughs> Swali so, lililonileta hapa na kubwa zaidi ambayo nataka kulijua na watu wangu ambao wanataka kujua ni kwamba ni kwa nini asilimia kubwa wanaopaka rangi ni wanaume, yani wasichana yani ni, ni wachache sana kusema ukweli. Mimi katika sehemu zote nilizoenda, wapakaji rangi sijawahi kukuta msichana, na kama yupo basi ni wachache sana. Hivi unafikiri ni kwa nini inakuwa hivyo? Uh, kwa sababu unajua nyinyi wasichana mara nyingi hampendani sikana kwamba hamna wasichana wazuri ambao wanatengeneza kucha, hapana. Na kitu kingine ambacho wengi wanapenda sisi wanaume, kwa sababu sisi wanaume tunafanya kazi yetu kwa ubora sana. Kitu chochote kile mwanaume akisimama kakifanya, basi tegemea kitatoka vizuri, na mara nyingi hatuna mambo mengi. Unajua mwanaume akifanya aki kazi yake, huwa anasimamia kwa kiwango kikubwa, tofauti na mwanamke tamkuta na anafanya hivi, mara anachukua simu, anachati, anapiga au saa nyingine anaitwa na shoga yake, au shoga naweza kaingia akaanza ombea akasahau kile ambacho anachokifanya. Kwa hiyo wanaume sisi naweza tumebarikiwa katika nafasi kama hizi. <laughs> Hasa ni kitu gani ambacho una, unaweza kuwaambia au kuwashauri dada zako, ndugu zako, ambao ni wanawake ambao wapo mtaani wanaanza kulia kwamba kazi hamna kazi nini, na ukiangalia kwenye biashara kama ulivyoniambia hapa, ni mtaji ni milioni ambao ni mtu yoyote hata kawaida anaweza akawa na, unawashauri nini ambao wapo tu nyumbani wamekaa, wanasema biashara hamna siku hizi, mara kazi ngumu, ajira zitolewi, na ajira kama hizi za kawaida ndogo ndogo za kupata kipato kila siku na zipo, unawashauri nini? Mi kwanza cha kuwashauri kwanza, niseme hii si ajira ndogo, hii ni ajira kubwa hapo nanikuta mimi ni msomi, nimesoma nimeti chuo kikuu Dodoma pale. Sasa eh, kuna eh, wengine che <laughs> wanataka kuna wengine wamesoma, sijasema kama eh, umesoma hapana. Nimesema kuna wengine yani utakuta wamesoma, wapo tu nyumbani, wanakuambia ajira zijatoka, ajira ndogo, maisha magumu, na kazi kama kama hizi ni ni kitu cha kujifunza tu, unaingia darasani au unaingia mtaani, unajifunza na unaweza kufanya kuanzisha biashara yake. Hasa unaambia nini watu kama hao? Na ndio maana anasema hususan, wanawake. Na ndio maana anasema kazi yoyote. Sasa tunaanza tukasema ni wito, alafu kujitoa. Hmm, mimi nimeanza kutanguliza kwamba mimi nimesoma nimehitimu pale chuo kikuu Dodoma. Sasa lakini baada ya kuhitimu, kutokana na mambo yetu ya elimu magumu nikaamua kujiongeza. Baada ya kujiongeza, nikapata huo mtaji wangu ambao sasa hivi unanikuta na suka na natengeneza kucha. Cha kuwashauri ambao wao wamehitimu masomo yao au watu ambao wapo tu mtaani wanasema ajira hakuna, na mimi nataka ni washauri ya kwamba wanaweza wakabuni kitu chochote ambacho kwa kiwango fulani wanaweza wakapata kiwango cha pesa mona Unaweza kaanzisha mtaji mdogo, wengine wanauza vitumbua, wengine kama paka rangi kama mimi, wengine wanafanya kitu fulani, ili mradi tu upate pesa. Lakini ukikaa nyumbani ukasema eti hakuna, hakuna ajira, huu ni uongo, na unaweza kawalaumu serikali, mwisho wa siku unadidimia mwenyewe. Hakuna serikali inamletea pesa mtu nyumbani bila kujikwamua mwenyewe. Haya bwana, watu wangu wa fashion trip kama tulivyosikia, wanawake, tujitoe jamani. Kazi kama hizi ni rahisi sana, na mtu yoyote unaweza ukafanya hii kazi, tujitoe. Lakini leo kwenye fashion trip bwana, nataka nimuulize maswali mawili matatu, ambayo mwana fashion, wewe mtu unaopenda kuupendeza. Sasa msichana, unaweza ukaichukua hiyo. Wasichana wengi <coughs> wazuri wazuri kama jinsi ulivyo wewe, wao wanapenda sana rangi nyeupe yaani, wakipaka rangi nyeupe wanapendeza sana. Ni zozote ziliwe au ya kawaida e, yani maadam tu pako vizuri mm -hmm. E, yani asilimia kubwa rangi ambayo inayopendwa sana hapa ni rangi nyeupe mm -hmm. Na mtu akipaka ni anapendeza, anapendeza. Awe mweusi au mweupe. Yes. Ay, yani hapana, hii inampendeza sana mwanamke mwa mweupe mmesikia. <laughs> <laughs> huko mweupe, wanawake weupe changamkieni, mkipaka rangi nyeupe mnaonekana vizuri sana, kama alivyosema kaka. <laughs> Uhum. Na tukiendelea na rangi rangi nyingine, nyingine wanapenda pinki eh, eh, ziko... wana wana... kwa mwanamke kwa mweusi yani hapa kwa... anazungumzia yani kwa wale ambao ambao hapa anazungumzia wadada weupe, ili pinki rangi ambayo ambayo inapendeza. Kuna rangi nyingine hapa alafu kuna kuna papo, kuna papo. Eh, ni, Penda, kuna blu bahari ile unaipenda eh, kuna pinki zaini ile inapendwa, yani ziko rangi nyingi eh, zinazopendwa na wadada. Sasa hapa msije mkasema tunawapendelea tu watu weupe, nataka unitajie maana yake <laughs> <laughs> wanasema tunawabagua watu weusi, nataka utute, utuambie yeah. Na watu weusi vipi wakipaka ran, ni rangi gani ambazo zinawatoa sana wanaonekana? Watu weusi rangi fulani za kuwakawaka, ila sio zinazowaka sana, za kiwango cha saizi ya kati e, yaani unajua, mtu mweusi akipaka rangi naung'aa sana sometimes inakuwa si nzuri. Wao wana kiwango chao cha rangi, unajua kabisa, huyu akipaka rangi fulani kwa uu weusi wake anapendeza, sikana kwamba wengine wengine pia wanapaka nyeupe. Mwingine anapaka pinki, yeye anategemea kama anapaka hiyo, unaweza kumchanganyia kidogo. Lakini sasa kuna wengine hapa, kuna wengine sio wote wanaoelewa. Nataka sasa uniambie, ambao mtu ambaye aelewe anasema ah, mimi rangi yangu ni nyeusi, natamani nipake nipake rangi. Sasa hapo ndo nataka uwaambie ni rangi gani. Kama watu hao hapo, ulivyoambia kuna nyeupe, kuna pinki na weusi, nataka unitajie hizo rangi hata mbili. <laughs> naona hapo umeshaanza kuchanganyikia. <laughs> kuna sisi, kuna rangi moja inaitwa pepea kifua. Ee, yani ni rangi yeah. Yani, kahiikawa ni blue bali pia ambayo na mchanganya kidogo ni kama nakaweupe nacho kanakaa vizuri sana ukimpaka mtu mweusi mm -hmm. Anapendeza eh. Ziko rangi nyingi ambazo mtu mweusi akipaka pia zinapendeza, ni namna vile ambavyo unaweza kumchanganyia au kumdizaini Unajua hao wenzetu hao wao sikuwa design. Yaani ndio um design tofauti na mweupe. <laughs> mweupe <ya laughs> anaenda anakae e, kwa hiyo kila rangi hatuwabagui hivi. Hamna kumbagua mtu jamani. Kama mlivyoona watu wa fashion, mnaweza mkapita na hiyo bwana. Kama ilivyo ada, mwanzo kipindi chetu ndio mwisho wa kipindi chetu. Usisahau kutufollow, kutu, kusubscribe kwenye channel yetu ya Ona Media. Niwatakie utazamani mwema na mchana mwema. Bye bye.